na wale ambao waliokuwa wameweza kutunga mkono katika futari hii basi, mwenyezi Mungu awajaze heri, awafungulie milango ya riziki, awajalie afya iliokuwa njema, lakini pia awalipe mbadala, aondoshee mazonge hapa na pale. Hii vinenda pia, tunapenda kusema kuongeza ombi letu kwamba viungo bado vipo, tunaomba kila yule ambaye yeah, atakuwa amepata kilipu hii, basi aweze kuendelea kutushika, aendelee kutusaidia biidhinillahi tabaraka wa taala, kwani kufanya hivyo utakuwa umejengea umejengea mjengea, mjengea, mjengea kheri nyingi na baraka nyingi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Karibuni muumini Yombo Vituka. Salaam. Kipanda kripu hii basi mtumie na mwingine, ili kripu hii sembae, natuweze kuwashika na mtushike pia katika mavazi ya watoto hawa. Billahi taufiki, wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.